Mwanafunzi wa shahada ya kwanza mwaka wa pili kutoka kitivo cha Sharia na Sheria Hassan Musa Yuda ameibuka mshindi wa nafasi ya urais wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro MUMSO baada ya kupata ushindi wa kishindo dhidi ya mpinzani wake Najibu Joreka amepata kura mia moja hamsini na sita kati ya kura mia saba tisini na tano na, na mgombea hasani musa yuda amepata kura mia sita thelathini na saba kati ya kura mia saba tisini na tatu tunatamka rasmi kuwa mheshimiwa hasani musa yuda ndiyo rais mteule wa serikali ya wanafunzi ambapo akizungumza baada ya kutangazwa kuwa mshindi, Yuda amewashukuru wanafunzi wote na kuahidi kuwatumikia kwa, kwa bidii na uadilifu sambamba na kutekeleza sera mbalimbali alizoziahidi wakati wa kampeni. ridhaa mliyotupa mmetubebesha amana na tutaenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na sisi tunaichukua ridhaa hiyo kwa taswira ile ile ya amana kuhakikisha kuwa mwanafunzi kwanza, mengine baadaye. Rais anayemaliza muda wake Adam Hamis Kimai akampongeza Hassan Yuda kwa ushindi wake na kueleza matumaini yake juu ya serikali mpya itakayoundwa. Ni mmoja ya vijana ambao alikuwepo katika baraza la mawaziri ambao mwenyekiti wake alikuwa mimi. Kwa hiyo sisi tunampa baraka zote e, aweze kuwa kiongozi ambaye ataleta manufaa katika taasisi ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Tuna furaha ya kupata kiongozi mpya ambaye tunaamini ataendeleza pale ambapo serikali ya 2024 2025 imeishia, basi ataendeleza juhudi zile na kuleta Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro katika taswira mpya na kuleta mumu yenye mabadiliko na yenye maendeleo chanya, kama ambavyo kauli mbiu yake inasema serikali ya wanafunzi kwa maslahi ya wanafunzi. Ndivyo ambavyo tunatarajia sisi kama wanafunzi pia, kuwa chuo chetu kitakuwa na miundombinu yake itakuwa vizuri, kama vile ambavyo wameahidi katika kampeni ambazo wamezifanya kwa siku za hivi karibuni. Je, kuna kipi cha kujifunza kupitia uchaguzi huu uliofanyika katika chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro ikawe semina kwa vyuo vingine wafanye uchaguzi mzuri, siasa safi ya vyuo vikuu kama walivyofanya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, ambapo leo tumeshuhudia uchaguzi mzuri. Sisi wenyewe tuna, tuna kiri ya wazi kwamba tumeshuhudia uchaguzi mzuri ambao hauna siasa ya kuchafuana, siasa nzuri, na wakajifunza sehemu nyingine kwamba inawezekana tukafanya siasa nzuri ambazo zinaweza kufanya wengine wakajifunza kwamba kumbe haina haja ya kufanya siasa ya kuchafuana. Tunavuka kwenye masuala ya kugomea, kwa sababu wote ni wanafunzi na tunaendelea kujifunza na tunajenga sehemu moja. Nikiripoti kutokea hapa katika chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, Ramadhan Idilimu.